Bwana Yesu asifiwe. Amina. Habari ya uzima wako? Unaitwa nani? Hii ni Street Gospel na tuna maswali kutoka kwenye Bible. Muujiza wa kwanza Yesu kufanya ulikuwa ni upi? Yesu alizaliwa wapi? Alizaliwa kwa zizi la ng'ombe. Bwana Yesu asifiwe mtu wa Mungu. Amina. Habari ya uzima wako? Ni njema sana. Unaitwa nani? Naitwa Mwalimu David Simoni. Hii ni Street Gospel. Mujiza wa kwanza Yesu kufanya ulikuwa ni nini? Mujiza wa kwanza Yesu kufanya ni, alibadili maji kuwa divai. Wapi alikuwa? Ni kule harusi, kwenye harusi ya Kana, kule mji wa Kana. Baba wake Samsoni alikuwa naitwa nani? Baba yake Samsoni alikuwa anaitwa Samson aliwahi kupiga jeshi la watu wengi sana kwa kutumia silaha iliyotokana na mwili wa mnyama. Ilikuwa ni nini na watu wangapi? Ilikuwa ni taya la punda, aliangamiza watu wengi kwa maelfu kwa maelfu. Mungu akubariki sana. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Unaitwa nani? Naitwa Messi. Yesu alizaliwa wapi? Yesu. Alizaliwa Bethlehem. Muujiza wa kwanza Yesu kufanya alikuwa ni upi? <laughs> Padada, <unaitwa nani? laughs> Naitwa Flora. Muujiza wa kwanza Yesu kufanya alikuwa ni upi? Kugeuza maji kwa divai. wapi? Katika mji wa Kana. Samsoni babake alikuwa anaitwa nani? Samson babake. <laughs> Swala la mwisho, Samsoni aliwahi kupiga jeshi kubwa sana kwa kutumia silaha iliyotokana na mnyama, ilikuwa ni nini na watu wangapi? watu elfu tatu. alitumia silaha gani? mfupa wa wataya. Wa <laughs> Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Amina. Hii ni SEIC TV. Wewe ni jina lako nani? Naitwa Stuart Sylvester. Hii ni Street Gospel na hii ni Bible Challenge. Yesu muujiza wake wa kwanza ulikuwa ni upi na wapi? Um... <laughs> Yesu alizaliwa wapi? Ah, Yesu alizaliwa Bethlehem. Baba wake Samson alikuwa anaitwa nani? Ah, hapana, nitadanganya. <laughs> Samson aliwahi kupiga jeshi la watu wengi sana kwa kutumia silaha iliyotokana na mwili wa mnyama. Ilikuwa ni nini na watu wangapi? I think ilikuwa mfupa, lakini watu, hapana, sikumbuki, sijwaliki sana.